Hata halijulikani wala wewe, toa zaka yako sepa, hatukujui, you are in a no man's land. Siku moja nilikuwa naongoza msafara wa viongozi wa kanisa kwenda kula kwa, nimefanya mchakato, nimeweka watu, nimewambia bana mbaraka, nina ma president wa conference, wakafurahi sana, wakaa ongoza msafara Gari zikakimbiza, wakawafikisha ma president hapo, wakashuka, waazini makatibu wametengewa meza. Lakini kwenye kila nyumba nilikuwa nimeenda nimetengeneza meza special ya madereva. Shuka tu hivi wale wazee wa na suti zao mapre wakiingia huku, basi wale madereva nawapeleka kwenye meza yao special. Alafu ina vitu vya bana una record nimeona <laughs> Me, ajira yangu iko matatani hapo <laughs> Driver mmoja akaniambia Pastor, sisi huwa ni wa mwisho siku zote, ila umetuheshimisha watu. Tuko katika no man's land. Kuna mabinti hapa tunasali nao, wako katika hiyo ardhi, wako katika maji ya kuto kutambulika. Kakaa kwenye uchumba na kijana wa kisabato miaka mitatu. Baada ya mwaka wa tatu, anakuja kijana wa kisabato anamwambia, wazazi wangu wameniambia nisioe mpale Miaka mitatu, msichana ametoa muda wake wa uchumba alali paka saa tisa, anaandika message ya kupembeleza mwanaume alale, anajiiba, anaenda, anafua nguo. Leo mvulana anamwambia wazazi wangu wamekataa, amna kuoa mpale, wanataka nioe msukuma mwenzangu. Binti paka anachanganyikiwa, anakuja kuniambia pasta, huu ni uchumba wa tatu unavunjika, nakaa kwa uaminifu miaka nane nimepoteza, lakini hapa kuna mkatoliki ananipenda na wewe umekalili na mafungu yako, hata hujajua kuyatafsiri. Huko tubize msifungiwe, ni hawa sio waamini? Wewe unaamini unayemwambia unatoaga zaka, wewe paka unaona uchungu. Ujibu nini? Hamna majibu. Miaka nane anadeti na Wasabato, anamtosa anamtosa. Leo anakwambia nipate, ananipenda pastor, yeye umeshikilia tu hela ni waiti <laughs> kasi paka unaona huruma. Ofisi ya kichungaji, wapendwa, ni ngumu. Tuna kesi humo nyingine ni ngumu, tunaishi nazo tu hivyo hivyo, kibabe tu, unatafuta na nukuu unaipiga kwa imani, nitakuombea lakini basi wewe mwenyewe unajua hali halisi. Nawaeleza wazi tu, hata tusipretendi. Hapa kuna mambo ni magumu. Unamlaumu vipi binti kama huyu akienda kulewa nje umekuja na mafungu tu magumu magumu. Wewe mwaminifu paka kufa nami nitakupa taji ya uzima hata miaka hamsini <laughs> yangekukuta ya wewe ungehubiria hayo maneno unajua kwa na maneno ni mepesi kuwahubiria wenzio kwa sababu hayajakukuta nawambieni ukweli wala hata tusijivike vazi la kinafiki la kidini hapa Pasta mmoja akawa washiriki wa kifiwa wanalia anaenda ameanzia kainjili kake mnalia kama wapagani, ni wapagani kabisa mnalia lia, jipeni moyo. Akatambulika, watu wakiwa kwenye msiba wanalia akija tu, hata kama wana uchungu wananyamaza. Sasa Mungu ni mwema siku moja? Eh, sijui kama Mungu ni mwema hapa bwana. Utachambua wewe mwenyewe. Sasa sijui kama ni mwema, mimi neno limenitoka hivyo bwana. Sasa mtachambua wenyewe. Naye akafiwa na mtoto wake. Na alikuwa na watoto wa, wanne, mmoja tu ndio wa kiume, huyo wa kiume akawa amefariki <laughs> Washiriki wa kaeni hey, kaukuta pasta kaeka na biko sasa, washiriki <laughs> wanamwangalia, sisi tumchape ile Injili. Haya, hiyo ni moja mbili. Pasta kaenda kwenye harusi, mchungaji mwenzetu. Basi watu wameweka na kamziki kao, vijana wa siku hizi, kama ilivyo kawaida, wanayachange kacha kacha wanaingia. Ah, pasta alingaka mmekuja kulizalilisha Mnaendelea na hiyo miziki, sipo katika sherehe yenu. Watu wakaona tamkosaje pasta bana, wakaondoa hiyo miziki, wakarudisha miziki ya kwaya. Kwaya hizi kwaya, ya za kina bulka za kina njiro, kishindo cha wakoma wakomaaa. Jamaa walikuwa ni wakulya, sasa wanatamani wapige. Ikafika zamu ya wamama wa, wa, wa, wa kanisa kupeleka zawadi, na mke wake ni mama mmoja shapu mjita Samani wajita mlioko ndani. Mke wake akaenda, DJ! Tuweke ndolela cha seleleka. <laughs> Pasta akang'aka. Nani wewe amesema tuweke ndolela cha seleleka? Kama pasta nenda tu kule, yuko pale. Alipokuja kuchungulia ni mke wake alipoa. <laughs> Karudi akakaa kwenye kiti na ndolela ikafanya namna gani? Kapiga. Sasa akolome kama ajawekewa for wheel drive. Unaijua for wheel drive? <laughs> Land. Wako watu hapa tumetengwa kielimu. Maofisini, majumbani tumetengwa kielimu. Kuna wako watu hapa wamekataliwa na ndugu zao. Kikao nyumbani kikiitwa, hawapewi taarifa. Hata msiba ukitokea, hawapewi taarifa. Yani wao wanakutana na vitu kwa ajali, ni kama wamekuwa social outcast, wanaishi katika eneo ambalo limekataliwa na halipitiki na watu. Mimi nataka nikwambie jioni ya leo ya kwamba haijalishi nani amekutenga, uwe umetengwa kielimu, uwe umetengwa kimahusiano, uwe umetengwa kihisia, uwe umetengwa kwa sababu ya magonjwa, uwe umetengwa kwa sababu ya talanta yako, haijalishi nani amekutenga, furahi jioni ya leo. Yesu anapita katika utengo wako Scumming. Yesu anasema najua njia lakini nimeamua kupita Samaria. Yesu akaenda, tazame Mwokozi <mimu> uso